Uh, awali ya yote ni washukuru sana kampuni ya ndege ya Auric kwa kuipenda Kahama, maana haya, haya ni mapenzi sababu naamini ziko wilaya nyingi wangeweza kwenda lakini wamechagua uh, kurahisisha miundombinu ya usafirishaji wa bidhaa sambamba na abiria kutoka Dar es Salaam kuja Kahama ambapo tumeambiwa watakuwa na safari hizo ambazo zimeanza leo uh, kuanzia siku ya Jumatatu, Jumatano Ijumaa na, na Jumapili. Kwa hiyo siku nne kwa wiki utakuwa na safari za kutoka Dar es Salaam kuja Kahama. Nitumie fursa hii kuwahamasisha wana Kahama wenzetu kutumia ndege ya Auric. Waswahili wanamsemo unasema, ukishikwa shikamana, kwa sababu Auric wameamua kutushika, basi na sisi tushikamane nao, kwa sababu wanaturahisishia sana usafiri. Uh, Kahama Dar es Salaam ilikuwa unatoka Dar Dar es Salaam unaenda Mwanza ndio uje Kahama na gari, lakini kupitia uwepo wa Auri Auric sasa ni shortcut. Unatoka da moja kwa moja unakuja Kahama, unapiga mishe zako, ukimaliza unyama ni mwingi uh, niwahakikishie tu Auric kwamba serikali ya Jamhuri ya, ya Muungano wa Tanzania uh, kupitia sisi viongozi tuliopewa dhamana ndani ya wilaya ya Kahama tutawapa ushirikiano wa kutosha ili kuhakikisha shughuli zao wanazifanya na kwa ufanisi uliotukuka ili hata abiria ambao Uh, wanatumia ndege hii waweze kuendelea kuhamasika kutumia, kutumia ndege hii, lakini nitumie fursa pia kwa wawekezaji wengine waje Kahama, si tu kwenye, kwenye, kwenye miundombinu ya usafirishaji, lakini ziko fursa nyingi Kahama kama tuna madini kama tunalima pamba eh, na mazao mbalimbali ya chakula. Kwa hiyo nitumie fursa hii pia kuwakaribisha wa, wa, wajasiriamali, wafanyabiashara, wawekezaji mbalimbali waje Kahama. Na serikali ya wilaya yetu ya Kahama iko tayari kushirikiana nao kuhakikisha uchumi wa Kahama na nchi kwa ujumla unakuwa. Uzinduzi wa leo ni ishara kwamba tunaendelea kukua, kupanuka na kuwekeza zaidi kwenye jamii na leo Kahama imeingia rasmi kwenye labani yetu mpya ya safari. Tunaamini huduma hii italeta manufaa makubwa katika uchumi biashara, ujasiriamali, utalii wa ndani, pamoja na kuokoa muda wa wasafiri kutoka maeneo haya. Kwa niaba ya uongozi wa Auric Air, tunaomba kuwakaribisha wananchi wote wa Kahama wafanyabiashara, wafanyakazi, wanafunzi, na wadau wengine kutumia huduma zetu mara kwa mara. Napenda kutoa shukrani za dhati kabisa kwa wanakahama mlivyotupokea Auric Air, na waahidi tutajitahidi kadri ya uwezo wetu kutoa huduma iliyo bora na safi kabisa. Tunategemea ndege itakuwa kwa baadaye inaishia Kahama na kugeuza daa, na tutaleta ndege nyingine itakuwa Kahama mwanza Kahama. Tunaomba ushirikiano.